Kwenye maisha nimejifunza kwamba kati ya kitu muhimu na kinatawala kila kitu basi ni mtazamo tulionao juu ya jambo fulani. Kwenye mahusiano pia ni vivyo hivyo, aina ya mtazamo ambao mtu anakuwa nao ndio unaoamua aina ya matendo, na aina ya matendo ndio ambayo yanaamua matokeo. Tafsiri yake ni tafsiri yake ni kwamba ukiwa na mtazamo usio sahihi kuhusiana na jambo fulani utatenda katika namna isiyo sahihi, na kama utatenda kwa namna isiyo sahihi, tafsiri yake ni kwamba utapata matokeo yasiyo sahihi. Sasa, kati ya si, tangu nimekuwa nikifanya kazi ya kuwashauri na kuwasaidia watu kuboresha mahusiano yao, nimegundua kitu kimoja, kwamba kuna dhana potofu ambazo wanaume tuko nazo, na leo nataka tujifunze dhana kubwa nne ambazo zinawasumbua wanaume wengi. Kuna vitu ambavyo wanaume tunadhani ni sahihi, tunadhani kwamba ni ukweli, lakini kiuhalisia ni tunafikiria katika namna ambayo sio sahihi. Na matokeo yake ni kwamba tunatenda vitendo visivyo sahihi ambavyo mwisho wa siku vinatuletea matokeo yasiyo sahihi. Kitu cha kwanza ambacho wanaume wengi tunadhani ni dhahiri, lakini kiuhalisia sio sahihi ni kwamba wana tunaamini kwamba mwanaume hafai kushauriwa na mwanamke na kwa sababu wanaume wengi tumekuwa tukiamini kwamba mwanaume hafai kushauriwa na mwanamke, tumepoteza wanawake bora, kwa sababu walikuwa wanajaribu kutushauri sisi, tukaona kama wanajaribu kutupelekesha, tukaona kama wanatutawala, tukaona kama wanatufanya sisi ni wajinga na watoto tusiojua kitu, kiasi kwamba wao wakachukua nafasi ya kufundisha. Ukweli ni kwamba kuna wanaume wengi sana leo hii ambao ukiwauliza wanashuhudia kwamba walifanikiwa kufika mbali, walifanikiwa kupata matokeo mazuri, walifanikiwa katika eneo fulani la maisha kwa sababu walikubali kupokea ushauri kutoka kwa wanawake zao. Kwa hiyo, hii kudhani kwamba mwanaume afai kushauriwa na mwanamke ni kumnyima mwanamke nafasi ambayo, kama akipewa, inaweza ikawa ni chachu ya mwanaume kuwa bora, ya mwanaume kupata matukio fulani mazuri kwenye maisha yao. Kuna wanaume ambao walishauriwa vitu vizuri kuhusiana na biashara, kuna wanaume walishauriwa vitu vizuri kuhusiana na masuala ya fedha, kuna wanaume walishauriwa vitu vizuri kuhusiana na changamoto fulani fulani ambazo zinawasumbua kwenye maisha. Kwa nini? Kwa sababu walikubali wanawake waliokuwa nao wakawasikiliza, na mwisho wa siku, wakachukua kile ambacho waliambiwa wakakiweka kwenye matendo na kikawapatia matokeo mazuri sana. Kitu cha pili ambacho wanaume tunadhani ni sahihi lakini ukweli ni kwamba sio sahihi. Tunaamini kwamba hela inaweza kukupa mwanamke yoyote. Na hii ni kwa sababu jamii imemfundisha mwanaume kwamba the moment you get money you will get any woman. Ukweli ni kwamba hela haiwezi kukupa mwanamke yoyote isipokuwa hela itakupa mwanamke ambaye atakuuzia mapenzi, lakini kamwe haiwezi kakupa mwanamke ambaye unaweza ukapata moyo wake. Ndo maana kuna wanaume wengi sana ambao waliweka juhudi nyingi kutafuta fedha na baada ya kupata fedha wakaamua kuoa, ila baada ya kuoa wakajikuta kwamba wanateseka sana, wanadharauliwa, wanafanyiwa vitu vya ajabu, licha ukweli kwamba Wana hela. Kwa hiyo kudhani kwamba hela inaweza kukupa mwanamke yote ni moja kati ya dhana potofu ambayo, kama wanaume, tunatakiwa tubadilike. Tusidhani kwamba kila mwanamke tunaweza tukampata kwa sababu ya fedha. Wako wanawake wengi sana ambao pamoja na kwamba una hela, lakini bado hauwezi kupata access kutoka kwao. Kitu cha nne ambacho wanaume wengi tunadhani kwamba ni sahihi lakini sio sahihi. Tunaamini kwamba wanawake waliofanikiwa ni wajeuri na wa kufanya hivyo, tumekuwa tukiwakwepa wanawake waliofanikiwa. Kitu ambacho nimejifunza binafsi ni kwamba siku ukikutana na mwanamke aliyefanikiwa, alafu pia ukakutana na mwanamke ambaye hajafanikiwa, utagundua kwamba kuna tofauti kubwa sana. Mwanamke aliyefanikiwa anaelewa unapomwambia kwamba nimeenda kutafuta fedha sijapata. Mwanamke aliyefanikiwa anaelewa unapomwambia kwamba ninajihisi mpweke kwa sababu hakuna mtu akunitia moyo ninapokuwa napambana kuhusiana na maisha yangu. Mwanamke aliyefanikiwa anaijua thamani ya hela. Kwa nini? Kwa sababu alipita katika mchakato wa kuitafuta, kwa sababu na aliona jinsi ambavyo fedha inatafutwa. Tafsiri yake ni kwamba anajua the real value kwa hiyo wanawake waliofanikiwa sio kwamba ni wajeuri, isipokuwa tunakutana na wanawake waliofanikiwa ambao kwa, nam, kwa namna moja ama nyingine mafanikio walionayo yamewaharibu. Ndio maana unakuta mwanamke aliofanikiwa anakuwa ni mjeuri, anakuwa askii, anakuwa na kiburi na mambo yanayofanana nayo. Na kosa kubwa ambalo wanaume tunalifanya, tunafanya kitu kimoja kinaitwa general Generalization. Generalization ni kama kuwa na fikra za jumuishi, za ujumuishi kwa sababu umekutana na wanawake wawili waliofanikiwa wenye kiburi. Kwa sababu umekutana na wanawake wawili waliofanikiwa, kwa sababu wanawake wawili, wali wanadharau e, wanawake wawili waliofanikiwa na wanadharau, unahisi kama wanawake wote waliofanikiwa wako namnaye. Ukweli ni kwamba umekutana na wanawake waliofanikiwa, lakini pia wale ambao mafanikio yamewaharibu. Hii haiondoi ukweli kwamba kuna wanawake wengi sana ambao wamefanikiwa, ni watiifu wamefanikiwa wanaadabu, wamefanikiwa wanaheshima, wamefanikiwa na bado wanakubali kukaa chini ya wanaume zao. Kitu cha nne na cha mwisho ambacho kinatusumbua wanaume wengi, tunadhani ni sahihi, lakini sio sahihi, ni lakini sio sahihi ni kudhani kwamba single mothers ni mwanamke asiyefaa. Ukweli ni kwamba wako single mothers ambao walibeba mimba kwa bahati mbaya na baada ya kubeba mimba wale wanawake hawakutaka kabisa wale wanaume hawakutaka kabisa kusikia chochote kuhusiana na, na, na, na, na hao wanawake kwa hiyo waliwatelekeza wako single mothers ambao walibeba mimba wakakubakwa wako single mothers ambao walibeba mimba alafu wakaolewa na mambo yakawa magumu kwenye ndoa kwa sababu ya kutafuta amani na utulivu wao wa nafsi waliamua kutoka. Lakini wako single mother pia ambao walibeba mimba kwa sababu ya uzembe. Kwa hiyo unaposema single mothers awafai, unapodhani kwamba single mother ni mwanamke asiyefaa, ya tafsiri yake ni kwamba unakuwa umechukua asilimia ndogo ya single mothers ambao walibeba mimba labda kwa sababu ya una vinofaa na hivyo na kudhani kwamba single mothers wote wako hivyo. Kweli ni kwamba wako single mothers ambao ni wife materials, na kama utabahatika kumpata mmojawapo basi unaweza ukawa ni mwanaume mmojawapo kati ya wanaume ambao wanashuhudia juu ya uzuri na ubora wa single mothers. Ni kweli kwamba kuna wanaume wengi ambao walipigwa matukio na wanawake wanaoitwa single mothers, lakini hii haiondoi kweli kwamba kuna wanaume wengi sana ambao leo hii wanashuhudia, wanashukuru kwamba nilimpata mwanamke mwenye mtoto na amefanyika msaada, amefanyika baraka kwenye kuyafanya maisha yangu yaibora. Naomba uniambie kati ya vitu vinne ambavyo tumejifunza ni kitu gani ambacho ulikuwa unadhani ni sahihi lakini kupitia video hii unasema kwamba kuanzia leo nitabadilisha mtazamo wangu husiana na jambo fulani. Niandikia kwenye comment ili mimi na wewe tuweze kujifunza zaidi. By the way, kama ni mara yako ya kwanza unatembelea channel yangu mimi naitwa Isaack Nsumba ni mwalimu na mtaalamu wa masuala ya mahusiano, chumba na ndoa. Naomba usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mmoja kati ya watu ambao wanafikiwa na video zangu mara baada ya kuziweka. Thank you very much.